Kote nchini na mamilioni ya mahujaji wa Kiislamu wakwea mlima Arafa kwenye ibada ya Haji kabla ya Id ul Haj hapo kesho ha. Mtazamaji mtaza, karibu na asante kwa kuchagua Nipashe, tulioko naye hapa studioni na Yo kwa lugha ya ishara ni Njoki Shege. Tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Watu watatu wanahofiwa kuuawa baada ya polisi kufyatua risasi kwenye mzozo wa ardhi katika kijiji cha lolkuruk -Lol eneo la Angama Mara katika kaunti ya Narok. Watu wengine saba walijeruhiwa kwenye kizaazaa hiki na kukimbizwa kwenye vituo tofauti vya afya katika eneo hilo. Aidha, waliokimbizwa hospitalini wameachwa na majeraha kifuani na kwenye miguu. Mzozo kuhusu ardhi hii umekuwepo kwa muda na kumekuwa na utata kuhusu eneo la mpaka na mbuga ya Masai Mara. Walioshuhudia wanasema kizaazaa kilianza kundi la vijana lilipojaribu kuingia kwenye ardhi hiyo yenye utata na hivyo polisi kuingilia kati na kuwatawanya. We don't know what this government want from us, and the land is our land. Sijui shida ya serikali ni nini? What is the problem with the government? What is the problem with the county commissioner? With the commissioner? What is the problem? Why are you shooting our people? Look, our people are lying on bed. Just innocent souls here